Mdori mwenye balaa sehemu ya tano. Endelea basi, mdoli madheu akanishika na kuibana miguu yangu na tumbo, yaani magoti yakagusana na tumbo, kisha akaniingizia mashine yake. Kiukweli ile staili ilikuwa tamu sana, na haikunichukua muda, nilikojoa mpigo wa nguvu, kiasi cha kulowesha yale mashuka ya kitanda cha dukani baada ya kuchapwa kwa nusu sana, yule roboti ambaye kwake yeye hakuwa akikojoa, basi niliingia bafuni na kuoga, nikavaa nguo za kazi na kuloweka ya mashuka. Nikaenda kumvalisha vizuri roboti Matthew, na, na kumweka sehemu yake, kisha nikafungua duka, maana tayari ilishafika saa moja na nusu au buhi. Haikuchukua muda, bosi naye alifika, kazi ikaanza rasmi, mauzo kama kawaida. Lakini wakati nikiendelea kazi, ghafla bosi aliniita. Nilienda na kumkuta ameshika chupi ya kike. Kwa kuiangalia tu niliweza kutambua ni ya kwangu, basi mapigo ya moyo yakaanza kunienda mbio. Balaa eh, umefikia hatua ya kuingiza wanaume dukani kwangu kweli? Jeni, mbona unanitaka ubaya? aliongea bosi akiwa ameishika chupi yangu. Kivipi bosi, mbona kama sikuelewi vile, mwanaume gani nimemwingiza? Kwa hiyo ina maana mimi mjinga kukuambia hivyo siyo? Hii chupi ni ya nani? Si chafu kabisa hii? Ni yangu bosi, ilianguka usiku baada ya kutoka kuoga, yaani kuna nguo nilikuwa nimebeba kwa ajili ya kwenda kuzifua, nilijitetea nikiona aibu, maana kweli ile chupi ilikuwa yangu na ilikuwa na mchirizi fulani hivi wa viute pale kati. Mh. Hebu njoo huku, maana unataka kuleta utani wewe, aliniambia bosi huku bado ameishika ile chupi yangu. Lakini kwa kumwangalia vizuri, niliona suruali yake imesukumwa kwa mtwangio wake uliokuwa tayari umesoma mnara. Nilimfuata bosi na nilipokuwa nyuma yake nilimwona akiinusa ile chupi yangu kihisia kwa mbele. Mh. Nilijikuta naguna, maana haikuwa kawaida yangu kumwona bosi ama kutegemea kuwa bosi angefanya kitu kama kile. Nilimfuata bosi mpaka kwenye stoo iliyokuwa kule ndani ya duka ambayo tulitumia kuhifadhi mizigo mikubwa ya nguo. Tuliingia katika chumba kile kilichojazwa mizigo mbalimbali ya nguo, kiasi cha kuwa na giza kabisa. Baada ya mimi kuingia, bosi alifunga mlango, yaani tukajifungia kule, kisha akanigeukia, huku ameishika ile chupi yangu. Jenny, umefanya kosa lakini umefanya kosa lingine la kunitega na chupi yako hii, aliniambia bosi huku akifungua itaendelea.